Wengi katika binadamu leo huangalia kwamba wale ambao waliopewa mali katika maisha yao, katika hali moja ama nyingine, hao ndio ambao walikuwa wamefanikiwa kwenye maisha yao. Hata wale ambao wenye kuamini ama kumwamini Allah subhanahu wa taala hudhani ya kwamba waliopewa mali, basi hao ni watu ambao wako karibu mno na Allah subhanahu wa taala, na wala sio wale ambao waliokuwa hawakupewa hiyo mali kwenye maisha yao, kwa maana ya kwamba watu huwaangalia wale waliokuwa maskini

Kwani wao hawajui kwamba Allah Allah subhanahu wataala, humkunjulia riziki amtakaye na akamkadiria? Hakika katika haya bila shaka zipo ishara kwa watu wanaoamini. Allah subhanahu wataala ndani ya aya hii anatueleza uhalisia wa mambo yalivyo, kwa maana ya kwamba yale ambao watu walikuwa wakiamini kwa, yaani, wa wa muda mrefu kwenye maisha yao kwamba yule ambaye alokuwa amepewa mali kwenye maisha yake basi bila shaka huyo atakuwa anapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hata ukiangalia wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam Makuraishi, a, wale waliokuwa makafiri na washirikina wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa wakiona dini ya Uislamu kama siyo dini iliyokuwa ya haki, kama sio njia ambayo ilikuwa imenyoka katika maisha ya binadamu. Kwa nini? kwa sababu walikuwa wakiwaangalia wale ambao walikuwa wakimzunguka mtume sallallahu alaihi wasallam wakati ule, wengi wao walikuwa wanatoka e, katika umaskini, hivyo walikuwa wanasema hawa, hakika hii sio njia iliyokuwa sahihi. Njia iliyokuwa sahihi ni ya wale ambao walikuwa wamenemeshwa na mali za aina mbalimbali katika maisha. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala analizungumzia hili na kulisema kwamba je, hamujui kwamba mwenye kukadiria kumpa mtu mali na kutompa mtu mali ama kumpa mtu riski na kutompa mtu riski ni Allah subhanahu wa ta'ala? Yeye ndio mwenye kutoa na yeye ndio mwenye kuzuia kwa wengine. Kwa maana yule ambaye alopewa basi amepewa, kuna makusudio ya kupewa katika maisha yake, hakupewa hivi hivi. Allah subhanahu wa ta'ala hakuizungumzia mali kuwa ni ishara ama ni dalili ya mtu kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala.

na ndivyo Allah subhanahu wa taala anatuhitajia sisi kama waumini kuangalia hii mali katika maisha yetu, kwa maana ya kwamba tusiiangalie kuwa ni sehemu ya mapenzi ya Allah subhanahu wa taala, bali tuangalie kwamba huu ni mtihani ambao anapewa mwanadamu kama mitihani mingine yoyote katika maisha yake. Yule ambaye aliokuwa hakupewa hiyo mali, basi aelewe kwamba yeye yeah, amepewa mtihani wa aina hiyo, kwamba hakupewa mali katika maisha yake na yule aliopewa mali kwenye maisha yake basi ametoa huo mtihani wa mali kwenye maisha yake. Allah subhanahu wa ta'ala aliokuwa amemrizki amemruzuku zaidi katika maisha yake humwangalia ye huyo, atakuwa ni mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Mtihani wake mkubwa upo katika kutekeleza amri mbalimbali za Allah subhanahu wa ta'ala zinahusiana na hiyo mali, kwa maana kwamba ndani ya hiyo mali kuna haki za wengi ndani yake ndani ya hiyo mali Allah subhanahu wa taala anamwangalia, je, ataitumia ku, kuwasaidia wale ambao waliokuwa chini, kwa maana ya kwamba maskini? Ataitumia ku, ku, kulipa zaka? Je, ataitumia hiyo mali katika kumridhisha Allah subhanahu wa taala ama ataitumia kwa kufuata matamanio yake. Kwa hiyo hiyo mali ambayo watu wanaiangalia, ama tukizungumzia utajiri katika maisha watu wanaangalia, huenda ikawa ni miongoni mwa mambo ambayo atakayemfanya mtu kupata rehema za Allah subhanahu wa taala kesho akhira, ama huenda ikawa ni sababu ya mtu kuingizwa katika adhabu za Allah subhanahu wa taala. Hivyo tunahitajika kuwa makini sana, kwa maana ya kwamba unapomwona mtu amepewa mali usione kwamba amependelewa na Allah subhanahu wa taala.

anaangalia je. Pili, ambapo utakapokuwa umepewa mtihani kwenye maisha yako, je utaendelea kufanya matendo mema? Je, utaendelea kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vile ambavyo inavyohitajika kumtii katika maisha yako? Je, utakuwa miongoni mwa wale ambao watakuwa na subra kwenye maisha yako? Haya yote Allah subhanahu wa ta'ala anaangalia. Allah subhanahu wa ta'ala anatuhitajia sisi tu tuangalie suala hili la riski kwenye maisha ya mwanadamu katika hali hiyo. Lakini mbali ya hayo Allah anatujulisha ya kwamba haya masuala ya riski yapo katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala, yapo katika nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu asione kwamba akifanya juhudi kubwa sana, basi riski yake nayo itakuwa ni kubwa sana. Kuna watu wanafanya juhudi kubwa katika maisha yao, lakini wanachokipata ni cha kiasi katika maisha yao kuna wengine hawafanyi juhudi hizo iz kubwa nyingi kwenye maisha yao, lakini Allah anawapatia riski iliyokuwa kubwa kushinda vile ambavyo inavyoangaliwa katika maisha ya binadamu, kwa maana ya kwamba wanafua riski kubwa kushinda watu wanavyofikiria kwenye maisha yao. So sasa, mtoaji ni Allah subhanahu wataala, na Allah ana sababu zake, Allah subhanahu wataala ana hikma yake ya kumpa riski mtu fulani na kutompa mtu fulani, na wengine kupoa riski kuwa ni mtihani kwa watu wengine. Kwa maana ya kwamba pia wale ambao walikuwa hawakupewa huo utajiri kwenye maisha yao hawakupewa hiyo riski iliyokuwa pana kwenye maisha yao, basi nao huingia katika huu mtihani. Unamwona mtu kwamba anatamani naye angekuwa kama vile badala yake, hujiangalia yeye mwenyewe kama vile ameonewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa maana kwamba Allah hampendi kwenye maisha yake Ananung'unika mbele Allah subhanahu wa ta'ala, analalamika hali ya kwamba haelewi kwamba huu maskini aliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo hali aliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi hiyo ni hali bora kwake mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Huenda kutokana na hivyo Allah humsamehe dhambi zake. Huenda Allah ikawa anamlinda katika maisha yake ili asije ya kuingia katika mabalaa makubwa, kwa maana kwamba angepewa hiyo mali basi angekuwa ni mtu ambaye si mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala angepewa hiyo imani angekuwa ni mtu ambaye yuko mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Na tumeona mifano mingi katika maisha yetu. Mtu anapokuwa hana kitu, eh, anakuwa mnyenyekevu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pindi ambapo Allah anapompatia mtihani wa mali, basi hubadilika moyo wake na roho yake hubadilika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hukaa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Kusali kwake kunakuwa kugumu, kutoa zaka kunakuwa kugumu, kutoa sadaka kunakuwa kugumu. Yani yuko mbali na amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunapoona masuala haya katika maisha yetu tusihadaike. Leo unakuta vijana wengi katika maisha yetu wamehadaika na hilo. Leo unakuta vijana e, katika, katika maisha yao hamna kitu chingine ambacho wanachodhani kwamba huenda kikawa kimewapa mafanikio katika maisha yao, isipokuwa wao wanaangalia mafanikio kuwa ni, ni utajiri. Kama mtu atakuwa ni tajiri, basi huyo amefanikiwa mbele ya Allah subhanahu wataala, hali ya kwamba Allah subhanahu wataala

na akamwingiza katika pepo basi bila shaka huyu ndio ambaye atakayekuwa amefanikiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hizi mali unazoziona unazopewa watu wengine zisije zikakuhadaa, zisije zikakuingiza dosari katika moyo wako, wala usije ukaona wivu kwa sababu mtu amepewa mali nyingi kwenye maisha yake. La, huo ni mtihani kama mtihani mwingine ambao Allah amewapa watu mbalimbali katika maisha yako maisha yao. Na Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye kutoa riziki kwa yoyote, kwa yule yoyote ambaye amtakaye mwenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala huitoa riziki hiyo kwa ilmu yake mwenyewe, kwa hikma yake mwenyewe. Kwa hiyo anapompatia mtu kuna makusudio ndani yake. Anapompatia mtu haimaanishi ya kwamba ndiyo anampenda zaidi kushinda yule ambaye hakupatiwa, kwani hakika ya rehma na mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala yafo ndani ya taa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na sio katika kumiliki mali nyingi katika maisha ya binadamu. Namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tunguze katika njia ilionyoka, atujalie kila la kheri, atujalie tuwe miongoni mwa wale ambao wenye kuwa karibu naye, wenye kutekeleza vitendo ambavyo vitakavyofurahisha Allah Subhanahu wa Ta'ala na atujalie tuwe miongoni mwa wale atakaoingia katika pepo na kuepushwa na moto wa Jahannam. Jazakumullah khairan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.